Yeah. Kesho kuna zawadi adhim. Sema insha Allah. Zawadi hiyo itakuja kuwaambia baadaye ili kila mmoja aweze kujiandaa na kesho zawadi asikose zawadi hiyo. Sema insha Allah. Tusharudi sote. Tumerudi. Na walioko nje, nje si wamekaa wengine. Kuna watu wamekaa nje, huoni sasa anaweza ona n wapo, hawako huko nje, waliokaa nje. Maana kuna baadhi ya kina mama wanadharura hawezi kuingia msikitini, sio e? Kwa sababu miongoni mwa mambo ya haramu mwanamke kuyafanya ukiwa katika hedhi ni kukaa msikitini. Kupita unaruhusiwa kama hautohofia kuchafua msikiti, sawa eh? E, na kusema, hedhi sio matusi. Sio matusi. Mwanamama ukiwa katika hedhi au nifasi uruhusiwi kukaa msikitini, uruhusiwi kuswali, uruhusiwi kufunga. Naeleweka uzuri eh? E, ila nje unakaa na dua inafika. Nje unakaa na dua inafika. Hai, tunaingia kwenye dua ya mchana sasa. Naomba mnifuatishe kabla tujaingia kwenye dua, mtanifuatisha maneno atakayoyasema eh, A'udhu billahi minash shaitani rajim <laughs>